Eh, karibu må eh ndio kana ni endwa kana ni mwendwa na nyamu yake thenya eh, wira thä twä na igongona rä a mwanya harä a nä hiki wa må ikaruga na mwendwa wake ndio kana nämwenda wake kana nä ngui yake na ngui yake ticui ya kä mindaua mwathani agocwo bco mwathani agocwo må no Umuthi ndiramenya ni muthenya wa magegania muno muthenya uria nie na mwendwa wakwa ticui yake mida yake mida tugukorwa tugitangathwo ta muthuri na mutumia wake mukuru ngwihoka ni uramenya wega ati kihiko eh kihiko ni wiguithanio mutheru ti kindu gia ithako ngwihoka uhoro ucio ni uramenya ni fio bisofu

koguo riu ni ihinda ringiria gata wega riaku riaku riakuoya muhitwa eh nie General Badman Karuga kana Mukurui wa musakuru ti joeli kamunithi wa thendekia na sort form ya thendekia no muite thende ni dehita ati ndi mbere ya ngai na mbere ya ngui ya kwa dhaka ti cui ya Kiminda ati nii ni ndi ri miendaga nigumimenyerera na ni ndirimiongaga wega o utuku o wothe hamwe na muthenya itegoteta na ninge nie nguye no ndikame cariti ona kuri nyau kana huko kana ngara ngutura ni miendete oyo nego tiga guthugumorere kwambiririo muthe na ninge ona Cui ya Kiminda egege kora ithugumeire magoro ine makwa dika mehura no ko mepapasa dele mepapasaga na ko medadhaya na ninge ni dehitate ni gwambiriria gwithamba ndi ndirithambaga okira wiki no kwina heho nituge kwenda oko ni ndire tiragiria muno nituge mweri mweri basi ndure thiraga ite thambete no ingi gikorwo njuri irwo ku gatagata ine no ngeikare ri koko ni ngoikara ndi mutheru na ningi ni ndire hakikisagati suya kimida ndi gucoka kuri ya matigio kabanga mithinjira ngoku cia mukuru no ndire tigagira ni ari akanyama now and then mala mala kwa mala eh, eh, mukuru i eh, muhetu ucio gura uga ti wa kawaida no githie na mbere eh, kwihinde aheho

na riu kwa le twali ya ithe na ria mwana na ria roho ni da gutangatha we mukuru ikaruga na cui ya kiminda ta muthuri na mutumia no di kuga you may kiss the bride that is di kwa da kuona he maudu itenda kuona he maudu mugo thigwikirana ku mwathi ha ni muni muri ri eh bona bisofu ne jo we na weiru